Mhitaji huyo Mungu atokee kwa mtu. Yaani omba uombavyo, unajua tu kabisa kwa hapa hapa, msaada wa karibu kwenye maisha yangu, msaada wa karibu sio Mungu aliyekukuda, ni anodi tu, ni huyu tu asukume tu, akaka kigogo. Yaani kabisa, unaona tu kabisa kabisa, wa kumuomba hapa, wa kumuomba hapa sio Mungu hapa hapa, wa kumuomba ni mtu Niwahi kwa hapa kisha Ka mtu mmoja ambaye ali alimkuta mtu tajiri, akamkuta mtu njiani maskini, akamwomba lifti. Wana hapa katikati pana poli hapa, tuko kwenye poli, pana wanyama wakali, pana fisi, pana chui, pana simba, naomba sana nipakie. Akamwangalia akaona si wa level yake, yani si mtu wa kuingia kwenye gari akasa, ah, ndo anakuaga wezi hao. Akafika njiani na kuteka basi akapandisha gari la vio vya gari, akaendelea mbele, anakula kamziki, ame kako tinted na AC ti ti huyu. Kuna kule gari hilo mtaroni kwenye hiyo njia, hakuna mwingine anayekuja ni yule tu aliyemwacha, hakuna anayekuja hiyo njia kwa sababu ni kijijini, kweli haipitaki baiskeli wala gari, ndo imepita gari kwa nadra. Anayekuja ni yule tu ndo atakuja. Yuko mahali kaminywa tu na kakitu, ambako kanahitaji tu ka kitu fulani, ukatoe ukatoe, mtu mtu akatoe, mtu akatoe, yeye ndo uhai wake huko hapo basi anakuja yule bwana, anakuja mwisho, anakuta kuna mtu upande wa chini eh? Eh? Eh, kaita Mungu, kafika mwisho, kajua, yani kwa vyovyote hapa mimi nakufa eh? Eh? Eh, kuangalia ni gari lile lile, ni gari lile lile. Basi kwenda, ah, pole bwana, pole. Yule eh? Eh? Eh? Eh? mtu wa watu alichofanya tu kwamba kweli hapa, swala la kulaumiana kwaninyima lifti kule sio wakati wake huu. Ngoja tu mimi nitoa kakachuma haka nitoa kakachuma baada ametoa kachuma, sio miguu imeshapigwa miguu haiwezi kutembea kwa namna yoyote, kavuja damu nyingi. Yule mtu wa watu kamwa kumbeba, ile ile safari ambayo itakiwa mpaki apande kwenye gari lake Safari ile akupakiwa, akatembea safari yote ile, amebeba mtu mwingine mgongoni, yaani kaongezewa mzigo. Yani itakiwa pande kwenye gari, kamnyima huyo, aliyemnyima kawa mzigo, kaja tena kumpanda. Alipomfikisha hospitali Ndugu zake wakaja, akawakabidhi ndugu, akasema mi nilimwokota hapa tayari yuko kwenye hatua hii na hii, naomba niondoke. Akamshii sana, naomba nikulipe. Asema hapana, bwana, hapana, hapana, mi nimetimiza wajibu wangu tu, unanilipa kwa lipi? Nimetimiza wajibu wangu tu asema nakuomba sana, mimi ni mkosefu, mi ni mkosaji, naomba nikulipe, uenda inaweza ikapungusha kidogo uchungu. Kwa sababu sasa uchungu siyo vidonda hivi, siyo gari lile uchungu. Mimi nilionyesha roho gani wakati ule, na wewe umenionyesha roho gani wakati huu? Sasa hivi uchungu ulio ndani yangu siyo vidonda hivi wala siyo gari lile uchungu ni mimi, ni kiumbe wa aina gani? Yule mtu akamwambia hapana, nakushukuru sana, kwa sababu mishoni cha kunilipa mi nimesema, nimefanya sehemu tu ya wajibu wa binadamu, shoni cha kunilipa. Ndo akawaambia wale ndugu kwamba tafuteni, tafadhali mujue nyumbani kwake, mukajue na watoto wake, yule mtu wa Mungu. Habari hapo mwishoni sikuhisikia sawa sawa, lakini inayofanyika ni kama alienda akapata, aka, aka watoto akawahamisha shule ya kawaida, kwa sababu yule mtu alikataa, akawapeleka za private akawalipia na kuwawekea bima ya kuwasomesha wakati wote watakaposoma. Taarifa zisizo rasmi ni kama yule mtu baada ya kufanya hivyo alikufa. Yaani baada ya kufanya hivyo hakupewa nafasi nyingine ya kuishi duniani, baada ya kuhudumia tu watoto akafa, likabaki kuwa funzo katika ile lugha nayosema, usimdharau mtu kabla jafa, hujui kesho atakuwa nani kwako, ama usimdharau mtu usiyemjua, hujui kesho atakuwa nani kwako ama usimpuuze, usiwe ni mtu ambaye hautamjali mtu fulani kwa sababu si wa chama chako, si wa dini yako. Dini ndo, ndo, ndo, ndo sehemu kubwa ambayo imetengenezewa chuki. Yaani mtu tu kama havai majoo haya havai vitambaa hivi, yani kama tu havai majoo yaani uko nje akikuta na tatizo nyiewa hapa, ni Bwana ametenda, mmeshinda, tulijua, tuliwaambia, tuliwaambia. Na unakuta unasherekea huyo mtu yuko kwenye tatizo ambalo itakiwa uwajibike wewe, umnasue wewe, lakini kandani ndani au nje tu kabisa, hapa unaongea afe tu kabisa, ili na wengine wajifunze. Sikia mtu wa Mungu, watu wa wajifunze kwa sababu kuna mmoja kafa Watu hawajifunzi kwa sababu kuna mmoja kafa. Watu wanajifunza kwa sababu aliyetakiwa kufa umemwokoa, hata kama yeye hakujali. Watu hawajifunzi kwa sababu kuna mmoja kafa. Watu wanajifunza kwa sababu aliyotakiwa kufa utawaokoa wewe. Kwa maana kuna mahara pengine, inasema ushinde ubaya kwa wema. Kuna mahara yanasema arudishaye mabaya kila anapotendewa mabaya mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Naomba nisome hayo maandiko, nisome hayo maandiko. Najua imani ni kama ujinga, ni kama utabiri, ni kama ramli. Kwa mfano, mabaya hayataondoka nyumbani kumwake. Unaona, ni Mungu atalogezea? Amna, mfumo tu wa kawaida wa maisha ya binadamu, mfumo tu wa maisha ya kawaida ya binadamu. Kuna mahala binadamu hutaka kujionyesha kwamba huyu alipendwa, anastahili. Sasa mimi natakaga imani ujue lengo lake ni kukusaidia wewe uwe na maisha ambayo, nyakati fulani kwenye maisha yako, sehemu kubwa ya watu wanaokufahamu na wasiokufahamu, wote wao wanapiga nduru na kelele ya aina moja huyu anastahili kupendwa, anastahili kutendewa mema, anastahili kutetewa, anastahili kupiganiwa, anastahili kusaidiwa. Hakuna damu ambayo uko nayo itapelekea watu wakupiganie, itapelekea watu wajihusishe na maisha yako. Matendo yako ndio uzuri wa damu yako ama ubaya wa damu yako matendo yako wakati mzuri, matendo yako wakati mgumu, ndio uzuri wa damu yako ama ubaya wa damu yako. Ukiwa okay, katika hali kwa mfano moja, kitu kinachofanya sisi tusiwe tusiwe na akiba ya wema kwenye maisha ya watu ni sababu ambazo tunakuwa nazo ya kwamba ningefanya vizuri, ningefanya vizuri lakini hii hela nahitaji, ningefanya vizuri lakini huu muda nauhitaji, ningefanya vizuri lakini Ah, mi ntaacha watoto, ningefanya vizuri lakini mimi, yaani, unaziona una, una, una zile sababu, na mwisho wa siku ni mtu ulie na matendo, na, na matendo machache sana, na matendo machache sana, kwa sababu karibu kila mara uliona baada ya wengine kusovwa ule mtu kufa ndo ni unaanza ningejua, na mi ningesemapo lile, ningejua na mimi ningefanya hapo lile, yani kila baada ya watu kusolve ama yule mtu akaharibikiwa kabisa akafa, we ndo unapojua ulikuwa na la kufanya, lakini wakati ambayo panahitajika kitu fulani ufanye, una sababu. Kama kuna kitu imani ikusaidie, kama kuna kitu ujue, Bibilia ina mwongozo bora wa maisha, imani ikusaidie wewe kuweka akiba kwa watu wenye faida kwako na wasio na faida kwako. Yani ikiwezekana uwe unaweka akiba kwa watu kwa kadri upatapo nafasi, ikiwezekana karibu kila mtu anayekuona mbele yako au anaona, ni kwa kiasi gani wewe unafikiri uwe faida kwake. Nisoma ya maandiko machache hapa. Taambia na hakikisha fulani mithali. Mithali sura ya 17. Sura ya 13. Sura ya 13 unasema. Ndio. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, Ndio. Mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, Mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Kwa hiyo na kisha, sio vizuri sana, sio vizuri hata kidogo kufurahia mabaya wakati ni mabaya kwa mtu, hata kama alifurahia mabaya juu yako. Sio vizuri kufurahia mabaya wakati wa mabaya, hata kama ye alifurahia mabaya kwako, kwa sababu after all wewe haunufaiki chochote. Yaani wewe aupati faida yoyote hata usema hey, walau na sisi tu, tu, Mungu ameamua walau. Aupati faida yoyote. Sauli wa leo anaweza kuwa Paulo wa kesho. Ni vizuri imani inatuandaa kama wajinga fulani hivi, kwa sababu nakuta mijitu ambayo tunatakiwa tuiaminie kwamba hili lijitu linatakiwa hata ikiwezekana lisipate mabaya nili jitu ambazo kila kitu kinakubali lipate mabaya tu ili tuso score, tusawazishe tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu level scoreboard wanaita wao vijana. Yaani tu level scoreboard iwe moja moja, iwe tatu tatu, amna. Kuna mahala, aliyeshinda mpe ushindi

Walumi ngapi? Walumi, Walumi, Walumi sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na saba anasema ndio, msimlipe mtu ovu kwa ovu mm. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote ndio kama yamkini kwa upande wenu, ndiyo, mkae katika amani na watu wote. Ndiyo, wapenzi e, msijilipize kisasi, bali bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Ndiyo maana imeandikwa, ndio, kisasi ni juu yangu mimi, naam mimi nitalipa, ndio anena Bwana. Ndio, lakini adui yako akiwa na njaa ndio Mlishe e, akiwa na kiu mnyweshe e, ndio maana ufanyapo hivyo ndio utampalia makaa ya moto kichwani pake. Ehe, usishindwe na ubaya bali, bali ushinde ubaya kwa wema. Mungu wetu asifiwe. Sasa hivi vitu vinahitaji wakati mwingine neema nyingi sana, ili usidhani, hapana. Biblia nayo imezidi Aya ambacho akijazidi kuna mtu yuko kwenye teso fulani anaumwa, kaminywa na kitu, kabanwa na kitu, wewe hujamsaidia pale, pengine ananuka ile, ile, ile harufu, anaumia nani, unafikia anaumia yule tu na wewe inakufikia. Biblia haijalenga kututwisha limzigo fulani ligumu lizito, hamna, hamna ni nyamaze, wakati yeye kanitukana hapa na mi lazima nitukane. After najua ukishasikia dhambi na haki, tofauti yake ndo hiyo. Dhambi ni baada ya kufanya upati faida yoyote otherwise, thamani yako inashuka otherwise, kuna kuwa na hasara imetokea, lakini wakati wa kufanya karibu kila mtu alikuona, yani ulipokuwa unafanya uliona ka, karibu hii ndo ndo sawa, watu wote wajue ni, ni sawa. Lakini haki tufanyapo tunakuwa wajinga. Ningekuwa mimi na mimi ni, ningeua, ningekuwa mimi na mimi ningempiga, na mimi ningekuwa na mimi na mimi ningesema umwache tu alafu alafu Bibli nitutusha mzigo mzito sana yani, adui yako akiwa na njaa mlishe, eh? Adui mwombee njaa, amna pata ushauri wa Bibilia. Hii ni ramani ambayo kwa sehemu kubwa haitakupoteza. Hii ni zaidi ya GPS. GPS ikikuonyesha njia ya kwenda Kamsamba, imepita hapa shortcut, imepita Chunya. Kuna mahala inaweza isione barabara ya mkoa juni ilivyochimbika. GPS haioni, inaweza ikaona njia fupi, ndio inaweza ikaona njia fupi ndiyo ya kufika bwawa la Mtera kupitia Chunya.